Serikali endelee kutusaidia kutuimarisha, wasituone ni chombo cha kisiasa, ni chombo cha kumwenzi baba wa taifa. Tunataka tuenee, tusaidie kujenga umoja, tuhakikishe pia hata uchaguzi mwaka huu unakuwa wa amani, utulivu kama baba wa taifa alivyotuwasa. Mwaka elfu mbili na ishirini na moja tulipokuwa kwenye tukio kama hili la leo, Taasisi ya Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere ilitoa ombi la kujengwa makumbusho ya Mwalimu Nyerere hapa makao makuu Dodoma, naomba kutoa taarifa kuwa tayari Wizara ya Maliasili na Utalii imepata kiwanja katika eneo la Mtumba ndani ya jiji la Dodoma kwa ajili ya ujenzi wa makumbusho ya marais. Ndani ya makumbusho hiyo kutakuwa na sehemu itakayoonyesha historia na mchango wa Mwalimu Nyerere kitaifa na kimataifa. Baba wa taifa alisisitiza sana Watanzania kulinda amani na umoja katika nchi. Aliamini kwa dhati usawa wa binadamu na ujenzi wa taifa lisilo na matabaka ya wachache wenye nacho na wanyonge wengi wenye maisha duni. Alikuwa ni muumini mkubwa wa maridhiano, ustahimilivu na ujenzi wa taifa huru linalojitegemea na aliiongoza nchi yetu kwa misingi hiyo. Tunampongeza Mheshimiwa dr Samia Suluhu Hassan kwa kuimarisha amani na umoja wa kitaifa kupitia falsafa yake ya ara nne iliyojikita katika kujenga upya, kufanya mabadiliko ya kisera, kiutawala na kimuundo, kujenga mapatano na maelewano na ustahimilivu. Na kupitia falsafa hii, Mheshimiwa Rais ameliwezesha taifa letu kuimarisha umoja wa kitaifa, mshikamano mifumo ya kitaasisi na kiuchumi na kupanua uhuru wa watu kufanya shughuli zao zikiwemo za kisiasa na za kidini. Mwalimu Julius Nyerere alitambua mapema umuhimu wa kuwa na miundombinu imara na aliwekeza sana katika ujenzi wa reli ya kati lakini pia reli ya Tazara. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan naye amefuata nyayo hizo za Baba wa Taifa, na tunaipongeza serikali ya Mama Samia, maana tangu alipochukua hatamu za uongozi wa nchi yetu aliahidi kudumisha mazuri yote ya awamu zilizopita na alidhihirisha azma hiyo kwa kauli mbiu yake ya kazi iendelee. Na baadhi ya kazi hizo ni pamoja na uendelezaji na ujenzi wa miundombinu ya kimkakati, kutanua fursa za uwekezaji wa wananchi kiuchumi, kuboresha huduma za kijamii za afya, elimu na maji, kuvutia uwekezaji nchini na kukuza uhusiano wa kimataifa ikiwa ni pamoja na kuimarisha diplomasia ya kiuchumi. Kati ya miradi mikubwa iliyotekelezwa katika uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan ni ujenzi wa bwawa la kufua umeme la Mwalimu Julius Nyerere ambao kama tunavyofahamu uliasisiwa na baba wa taifa na kazi ya upembuzi yakinifu, feasibility study ya kwanza ilifanyika wakati wa baba wa taifa. Baba wa taifa aliamini kuwa ili tuendelee tunahitaji watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora, na hivyo aliweka msisitizo katika swala la uongozi bora katika ngazi zote za uongozi wa taifa letu. Kwa vile aliamini kuwa matatizo mengi yanayowasibu wananchi yalitokana na kutozingatiwa kwa misingi ya utawala bora. Kwa msingi huo, hayati Mwalimu Julius Nyerere alisisitiza umuhimu wa wananchi kushiriki uchaguzi wa viongozi na sio bora viongozi, bali viongozi bora, akianzia na uchaguzi wa tarehe moja Novemba mwaka 1962 mara baada ya Tanganyika kupata uhuru. Lakini pia alisisitiza sana ushiriki wa wanawake katika chaguzi hizi, na Dr. Samia Suluhu Hassan hakika amefuata nyayo hizo. Wote ni mashuhuda wa nafasi nyingi ambazo ameteua, nafasi za juu kabisa serikalini kwa wanawake wa Tanzania, lakini pia Watanzania wenye ulemavu. Kwa hiyo Wananchi wanaposhiriki kikamilifu katika uchaguzi wanapata nafasi ya kushiriki moja kwa moja katika maamuzi yanayogusa maisha yao ya kila siku, na hivyo kuimarisha uwajibikaji wa viongozi waliopo madarakani na katika ngazi mbalimbali. <coughs>